E, e, ndugu yangu alizungumzia hivi, lakini kamaliza vizuri, na mi nataka kutia chumbi kidogo, alafu niendelee na yangu. Jina langu Mcha Alimani. Mwalimu Tumweni amezungumza vizuri, lakini Mheshimiwa, Mheshimiwa Osman rais mtegemewa, tunasema hivi katika yaliyosemwa, tunataka vitu vitatu ndani yake aliyozungumza Miundombinu, miundombinu, kati ya aliyoyasema mambo ya kilimo, tunataka maji, tunataka umeme mashambani, sawa, tunataka na barabara. Vitu hivi vichukuliwe kama website ya Zimbabwe, Zimbabwe ukifungua yote na tawa, yaani maji pata maji. Kwa hiyo hilo na tia chumvi kwa upande wake lakini niseme tu, mimi nimesimama hapa kwa upande wa bahari. Mzigo mzito anaambua apewe nani? Ndio nimepewa mie. Hili ni kuzia la kitaifa nalizungumza, suala la bahari mnalijua, kama rumbi wapewa na nini? Sasa hili mimi mmoja kati ya mvuvi mstaafu na ni mzee, niseme tu yalojiri mpaka kufikia hivi leo, tafurani zinaendelea kwa bado haijapatikana suluhu. Sie ni watu wa mwanzo tisini na tano, ndio tulioanza kuunda kamati ya uvuvi. Wakati isiwa kizima, hakuna kamati za uvuvi isipokuwa kamati iliyokuwa mjini Madema, ili ilikuwa ndio kamati ya uvuvi kwa Zanzibar, lakini tukapata nafasi tukaunda sisi kamati kwa ajili ya kusimamia shughuli za uvuvi katika huba yetu. Moja la pili, muondoke hapa, msije mkasema kwamba suala la uvuvi ni la historia la ugomvi wa Chwaka na Marumbi, sio kweli. Ilo halina historia. Historia labda unafunga kwenye pango katika vibendera vyekundu na nini, ile unasema hayo mambo ya kale, lakini hili limekuja tu sietusha kwa wakubwa kwa maana hiyo sizungumzii kijiji fulani, nazungumzia ukanda wa ghuba wote, kwa sababu huku ni ndugu, baba, mama, Michamvi, Ukongoroni, Charawe, Chwaka, Marumbi, Uroa, ukanda mzima huu ambao wa ghuba, limekuja suala la kusema kuna uvuvi haramu. Hili ni kweli, Hatukulikataa, hatu tokea mapema suala la uvuvi haramu, kwa sababu suala la uvuvi haramu liko kitaifa na kibataifa. Kwa hiyo leo hatuna nipingamizi nalo, lakini lilipotujia sisi, tulipoambiwa kwamba watu wa huba hii msivue uvuvi wa kukokota kwa suala la kitaifa, wa, watu wa huba wanalitambua kwamba ni kweli. Kwa hiyo tukakiri mapema, lakini tukasema, je sisi tufanye nini? Kwa bahati nzuri, Mheshimiwa Uthman, wakati wanajua wewe umo umo kwenye serikali, ulipokuja mradi World Bank, Bibi Hindu yule, tulikaa naye sisi kama kamati, tukamuuliza tukamwambia kwamba sisi pindi tutakapoacha uvuvi, je sisi kupitia zana zetu tulizokitumia itakuwa vipi? Jambo la mwanzo alizungumza na kwa bahati miradi mingi ikija, inazungumza moja kwa moja serikalini, lakini mradi ule ulikuja moja kwa moja kwa wananchi. Tukapata tukapata neno liliokuwa neno, wakatuambia jambo la mwanzo, mtalipwa mali zenu zote. Sisi tukakubali, kilichotokezea sasa hakuna malipo. Idara ya uvuvi wao wakachukua slogan la kuja kutueleza ah, ah, wakatukanusha, hakusema hivi lakini lokuwepo ntokutengenezeni miundo mbinu. Hakuna miundo mbinu iliyofanywa na kumbukumu, nayo kampuni tu za kuba hii hazipungui kama sabini kwa wakati huo na kuendelea, lakini amini kwamba pale pale pahala pakuu palipotegemewa, basi tuko na boti tatu tena za mbao. Isitoshi, watu wakaendelea na vurugu na, na, na kwenda kuvua kwa sababu hawana cha kufanya. Likazuka tena balaa ambalo sisi sisi, sisi hatuelewe wapi limetoka. Lakini hata ukenda kwa kutumia sheria tumeonewa baharini, lakini ukenda juu ilifika wakati mpaka nyie mliopeleka kesi inazungushwa mlabamizwa, nyie tunaenda wapi? bado watu wa huba, suala la uvuvi wa kukota ilo walikuwa nalo sambamba, tumekubali lakini cha kutufanyia mnatufanyia nini? World Bank imepita imekuja, uchumi wa buluu, uchumi wa buluu tukaambiwa tena. Kama mimi kama mjumbe wa kamati na wenzangu, tuliwaambia sisi hatuna matatizo, mnatufanyia nini? Wakasema tumeandaa boti nyingi kukupeni nyie basi lakini kwa kuwa sie ni Wazanzibari, tukasema tuka hivi vyombo mtakavyovileta, hakikisheni sehemu mbili kubwa ambazo hizo ndio zipate masilahi mapema, Chwaka na Kojani, Pemba, kwa sababu ndio wenye uvuvi huu. Haina maana kwamba wengine wasipewe. Aha. lakini tutakuja kuona uchungu, mtu anakaa Kitope Gana Dungabweni, faiba zinakwenda huko wakati huku hakuna kilichofanyika Mheshimiwa Rais taleta faiba tatu, Ta, faiba tatu, lakini hivi sasa makampuni yaliokuwekwa huko zaidi ya mia moja. Na kwa hiyo hili nalo tunataka ATC, tapoingia madarakani kupitia kwenye serikali ya Zanzibar, liangalieni kwa jicho la huruma, watu wa huba Ukweli katika Zanzibar hii watu wa huba si Michavi, si Ugongoroni, si Charawe, si Chwaka, si Marumbi, si Uroa. Tafrani na tafurani hizi zinatoka wapi? Sisi hatukusema simeka, wenyewe si wenyewe ndugu, lakini zinapikwa wapi? zinapikwa msielewi? Kwa hiyo hiyo mlichukulie kwamba watu wa huba tunapendana wenyewe na tumefika pahala palipokuwa ni tafrani mpaka tukaweka sawa na wenyewe, Mheshimiwa Sheni. Wakati tulipoleka utaratibu mzuri uko pwana, yeye mwenyewe akatoa tunzo. Hili limelifanya nyiye watu wachwaka na Marumbi, kwa matulizo ya huku hakuna wengine. Sasa vereje watu ambao wasomi wako juu wanashindwa kulirekebisha jambo hili kwa muda mfupi, mpaka tunarekebisha si wenyewe, na halafu vile vile linashindwa kudhibitiwa ku linarudi tena katika vurugu. Kwa hayo machache, naomba mheshimiwa ulichukue.